Katika kuonesha ya kwamba imani yako imedhoofika, kitu kidogo huwezi kustahimilia. Mmoja katika vijana alikuja nyumbani, akaona mke wake amempikia chakula, lakini mke amesahau chumvi. Ni makosa, lakini mke mwanadamu. Aminu, si amini usiamini, kwa sababu ya kutoweka chumvi nyumba ikabomoka, talaka ikatoka. Dhaifu imani. Amwambia, mbona umesahau kuweka chumvi? Amwambia, nimeshughulika wallahi, nimesahau. Hii hapa weka mwenyewe. Amwambia, nyinyi tabia zenu na ujinga wenu ndio mlivyo. Akaambia, "Le, leo ninakuwa mjinga kwa sababu ya kutoweka chumvi." Akaambia, "Naam, nyinyi mwajulikana ujinga wenu na familia yenu." Akaambia, tena pamoja na familia yangu wewe ndio mjinga, mamako na babako. Mume asema, vipi utaita mamangu na babangu mjinga?" Mke amwambia, "Kwani watu wangu si watu? Wako ndo watu wangu ni viatu. Akaambia, "Mwanamke, huna heshima wewe, nitakuacha niache. Talaka ikatoka nyumba ikabomoka.